Jua lilikuwa likizama pale Allianz Arena, lakini kiza hakikuwa shida katika dunia ya teknolojia. Mandhari ya rangi nyekundu na nyeupe na mabango kadhaa yakiuzunguka uwanja wa nyumbani wa mwanasoka mkongwe wa klabu ya Bayern Munich Thomas Müller, zilikuwa jioni za mechi kati ya Bayern Munich dhidi ya Hoffenheim Ilikuwa si tu mchezo wa kawaida wa ligi kuu ya Ujerumani, ilikuwa sherehe ya ubingwa. Lakini si ubingwa tu, bali ilikuwa sherehe ya mwisho ya maisha yote ya Muller akiwa na Bayern Munich, lakini sherehe ya kwanza kwa Harry Kane akiwa na Bayern Munich. Mashabiki waliojaa uwanjani walisikika wakiimba wimbo wa Mia San Mia, wakimtaka mshindi wa ligi ya mabingwa kwa mara mbili aonekane tena. Dakika za kwanza Thomas Müller alionekana mwenye furaha na machozi ndani yake. Kocha alimpa nafasi ya kucheza kwa dakika 84. Dakika ya 31 ya mchezo, Harry Kane anaandika bao la kwanza kwa Bayern Munich. Dakika ya 84 ya mchezo, wakati Thomas Müller anatoka kumpisha Serge Gnabry, aliposimama kwenye mstari wa uwanja, uwanja mzima ulipiga kelele na hata wachezaji wa Hoffenheim wakasimama kwa heshima. Mula anatoka uwanjani akitabasamu kama ilivyo kawaida yake, akiwapungia mashabiki mikono yake, lakini machozi yalijawa machoni mwake alipowakumbatia wakongwe wenzake Manuel Neuer na Joshua Kimmich, wakimwambia hii ni yako mkuu. Dakika ya tisini ya mchezo Michael Olise anafunga gol la pili kwa Bayern Munich. Kipenga cha mwisho cha mwamuzi kinalia kuashiria kumalizika kwa mchezo. Bayern Munich wakiondoka na ushindi wa goli mbili kwa sifuri. Zikasikika kelele nyingi za shangwe, mashabiki wakiimba nyimbo za ushindi. Bayern Munich wakakabidhiwa kombe lao la 34 la ligi kuu ya nchini Ujerumani, Bundesliga. Baada ya mchezo, Müller alizungumza kwa machozi. Bayern ni familia yangu. Nachotaka kusema asante kwa kila mtu. Alipotoka uwanjani akiwa amevalia kofia ya Bavaria na bendera ya Bayern ikimfunika, hakuna mtu aliyeweza kuzuia machozi. Mfalme wa lamdata alikuwa amemaliza safari yake. mia san mia, milele ni mtoto wa Bayern. Lakini upande wa pili alionekana Harry Kane akiwa na furaha isiyoelezeka, akinyanyua kombe lake la kwanza la ligi katika maisha yake ya soka. Ongera sana Harry Kane. Ongera sana, Bayern Munich. Bye bye, legend Thomas Mula. Ni tukio gani likugusa zaidi katika mchezo huu? Je, yeah, ni tukio la Harry Kane kunyanyua trofi yake ya kwanza ama ni Bayern Munich kuchukua kuchua kombe la 34 au kuagwa kwa legend Thomas Mula, dondosha komenti yako hapo kwenye koment comment. Ni super travo ya Dino Television, tafadhali tufolo ili wa kwanza kupata update stori zote za kimichezo.